Na nitakueleza baada ya muda mchache, kwa nini wanazungumza uongo na kudanganya mataifa. Nitakueleza, lakini kwanza nataka tuangalie jambo la tano kuhusu uongo wa NASA. Jambo la tano, NASA wamedanganya mataifa kwenye mambo matatu kuhusu jua. Jambo la kwanza, NASA wamedanganya kwamba jua lipo umbali wa maili milioni tisini na tatu ambayo ni sawa na kilomita milioni mia moja hamsini kutoka duniani, lakini ukweli ni kwamba jua lipo karibu sana na dunia. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 16 na 17, maandiko anasema Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku, akafanya na nyota pia. Mungu akaiweka katika anga la mbingu, itie nuru juu ya nchi itie nuru juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumeshajifunza kwamba hii mianga miwili inayozungumziwa hapo ni jua na mwezi. Alafu mstari wa 17 anasema ameiweka katika anga la mbingu, maana yake ipo ndani ya anga la kioo. Na ukisoma kwenye King James translation anasema, And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth. Kwa hiyo kufuatana na maandiko jua halipo mbali na sisi, lipo karibu sana, na ndio maana kuna wakati unaweza ukaliona jua lipo katikati ya mawingu. Kwa mfano, hebu angalia hii picha pamoja na video. Ukitazama vizuri, unaweza kuona jua lipo katikati, alafu kuna mawingu yanapita nyuma na mengine yanapita mbele, yakiliacha jua katikati. Na mimi na wewe tunafahamu kwamba mawingu yapo karibu sana nasisi. Na sisi, na ndio maana ukiwa kwenye ndege hasa kwenye high altitude, unaweza kuyaona mawingu yakiwa chini. Kwa hiyo kama jua linaweza kutokea katikati kati ya mawingu, maana yake jua lipo karibu sana. Bwana Yesu asifiwe! Jambo la pili, NASA wamedanganya mataifa na kuyafanya yaamini kwamba jua halitembei, lakini kwa mujibu wa Biblia jua linatembea na kuizunguka dunia kama unavyoona hapo kwenye video, na ndivyo maandiko yanavyosema kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya kwanza mstari wa nne. Maandiko yanasema jua la chomoza na jua la shuka na kufana haraka kwenda mahali pa mawio yake. Anaposema jua lafanya haraka kwenda, maana yake ni kwamba jua linatembea. Tunaenda pamoja, lakini pia ukisoma kitabu cha Zaburi sura ya 19 mstari wa 4 mpaka wa tano, maandiko yanasema sauti yao imeenea duniani mote na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Katika hizo ameliwekea jua hema, kama bwana harusi akitoka chumbani mwake la furahi, kama mtu aliyehodari kwenda mbio katika njia yake. Kutoka kwake la utoka mwisho wa mbingu na kuzunguka kwake hata miisho yake, wala hari yake hakuna kitu kilichositirika Maandiko yanaposema ameliwekea jua hema, maana yake anazungumzia anga la kioo firmament kwamba limekaa kama hema, halafu ndani yake ndimo kuna jua. Halafu anaposema jua linafurahi na kwenda mbio na kuzunguka hata miisho yake, maana yake ni kwamba jua ndiyo linalotembea na kuzunguka dunia, na ndio maana ukisoma kwenye maandiko utamwona Joshua akiliambia jua lisimame. Unaipata hii kwenye kitabu cha Joshua sura ya kumi mstari wa 12 na 13. Maandiko yanasema ndipo Yoshua akanena na Bwana katika siku hiyo ambayo Bwana aliwatoa Waamori mbele ya wana wa Israeli, akasema mbele ya macho ya Israeli, wewe jua simama kimya juu ya Gibeoni, na wewe mwezi simama katika bonde la Ayalon. Ndipo jua likasimama na mwezi ukatulia hata ilo taifa lilipokuwa limekwisha jipatiliza juu ya adui zao. Kilichomfanya Joshua aliambie jua lisimame ni kwa sababu jua linatembea, na huu ndio ukweli ambao NASA wanaupotosha. Na vitabu vyote ulivyosoma shule vilikufundisha kwamba jua halitembei, lakini dunia ndiyo inayotembea. Sasa umeujua ukweli wa Biblia: jua na mwezi vyote vinatembea kuizunguka dunia, kama unavyoona hapo kwenye video. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu. NASA wamedanganya mataifa kwamba kuna sayari nyingi na kwamba sayari zote ikiwemo dunia zimetokana na jua. Lakini mimi na wewe unayesoma Biblia tunafahamu ya kwamba Mungu ndiye aliyeiumba dunia na Mungu ndiye aliyeumba jua. Na Mungu hakuumba sayari nyingine zaidi ya dunia tunayoishi. Kwa hiyo NASA wanaposema dunia imetoka kwenye jua, ufahamu ya kwamba wana malengo yao ya kishetani ambayo wanataka nikushirikisha ili upate kuelewa. Inawezekana tangu umeanza kunisikiliza umekuwa ukijiuliza maswali kwamba kwa nini NASA wanatudanganya namna hii? Kwa nini watuambie uongo namna hii? Kwa nini kila kitu kitegemee jua? Mwezi utoe mwanga kwenye jua, dunia izaliwe kwenye jua, dunia izunguke jua, tunapata majira ya mwaka kwa sababu ya jua, kila kitu jua, jua, jua, jua. Lengo lao ni nini hasa? Unisikiliza, itakusaidia. Lengo lao ni kueneza ibada ya Mungu wa jua, ni kueneza ibada ya Mungu wa jua, sun worship, na huu ndio msingi wa uongo wa Nasa. Hapa ndipo penye kiini cha uongo wa Nasa. Na siku ya jana nilikufundisha kwa kirefu kuhusu ibada ya Mungu jua, na ni muhimu ukumbuke kila wakati kwamba ibada ya Mungu jua ndiyo inayotawala dunia. Na nilikuambia ishara mojawapo ya sun worship ni moto, ishara mojawapo ya Mungu jua ni moto. Na ndio maana unaweza kuona nchi nyingi zinatumia torch au mwenge kwa Kiswahili. Na kwa mujibu wa historia torch, au mwenge ulianzishwa na Ugiriki ya zamani, ancient Greek, na ulikuwa unawashwa kwenye madhabahu ya Mungu bikra wa kike anayeitwa Hestia au kwa jina jingine Samiramis, ambaye siku ya jana nikakwambia kanisa la Rumi wakampa jina la Maria. Kwa hiyo unapozungumzia torch, unapozungumzia mwenge Fahamu ya kwamba nyuma yake kuna madhabau ya ibada ya kishetani ya kuabudu jua. Na kwa bahati mbaya sana, kwa bahati mbaya sana, nchi mojawapo inayotumia mwenge ni Tanzania. Na ndio maana ukiwa shule ya msingi, kwa wale waliosoma zamani kama mimi, unaambiwa ulete hela ya mwenge, na hilo sio ombi, ni lazima. Ukiwa bado mdogo, unafundishwa kuheshimu mwenge, unafundishwa kuuimbia mwenge. Lakini hawakwambii ukweli kwamba kwa kufanya hivyo unatoa heshima kwa Mungu wa jua aliyepewa nafasi kwenye nchi. Mfano mwingine ni kama Olympic torch au mwenge wa Olympic. Kama unafuatilia michezo ya Olympic, unafahamu na umeshawahi kuona wakiwasha mwenge, na kitu kinachofanyika ni kwamba mashindano yanapoanza ule mwenge unawashwa na hautazimwa mpaka mashindano yakamilike, na tafsiri yake ni kwamba Mungu wa jua ndiye anayekuwa anapewa heshima na utawala kuanzia mwanzo wa mashindano mpaka mwisho wake. Mfano mwingine unaopata kwenye nembo ya Columbia Pictures, wale mnaopenda kutazama filamu mmeshakutana na filamu ambazo zinaanza kwa kuonyesha mwanamke ameshikilia mwenge kama inavyoonekana kwenye video hii. Sasa hiyo ni alama ya ibada ya mungu jua, na inawekwa hapo kukujulisha filamu unayoenda kutazama imeandaliwa kwa heshima ya mungu wa jua Sun God. Nakupa mifano hii ili kukuonyesha ni kwa namna gani mungu wa jua anatawala kwenye hii dunia. Mfano mwingine ni sanamu ya mungu wa kike inayofahamika kama The Statue of Liberty iliyopo New York Marekani, inayoonyesha mwanamke akiwa ameshikilia mwenge mkononi. Sasa ile ni sanamu ya Samiramis inayowakilisha ibada na heshima kwa mungu wa jua. Kwa hiyo unaposikia NASA wanasema jua ndio kitovu cha ulimwengu, lengo lao ni kumfanya mungu wa jua awe na heshima kuliko mungu aliyeliumba hilo jua lenyewe. na wanapodanganya kuhusu umbo la dunia na kusema kwamba dunia inazunguka jua kwa maana ya rotation na revolution lengo lao ni kuwafanya watu wote duniani wamsujudie mungu wa jua Sun God. Kwa hiyo kimsingi, mungu wa jua amepewa heshima duniani kote na ndiye anayesimamia mifumo ya utawala na uendeshaji kwenye hii dunia. Na siku ya jana nikakufundisha kwamba ibada ya kuabudu jua ilianza Babeli ya zamani, Ancient Babylon, na katika nyakati za sasa ibada ya kuabudu jua inafanywa na Babeli mkuu ambaye kwa mujibu wa maandiko ni kanisa la Roman Catholic, na kupitia kanisa la Roman Catholic ndipo anapotokea mtu anayeitwa Nicolas Copernicus, ambaye nataka nimtambulishe kwako kwa angalau kwa uchache, ili upate kumfahamu na ujue anahusikaje na mambo niliyokueleza. Bwana Yesu asifiwe. Unisikilize vizuri, itakusaidia. Huyu Nicholas Copernicus alilelewa na askofu wa kanisa Katoliki Bishop Lucas Wazenrode, akasoma kwenye shule za Roman Catholic na akawa padri wa kanisa la Roman Catholic. Yeye ndiye aliyekuja na theory ya heliocentric model inayobeba maana ya kwamba jua ndiyo kitovu cha ulimwengu wote, na kwamba dunia pamoja na sayari zote zinalizunguka jua. Baada ya kukamilisha hiyo modo, unisikilize, itakusaidia baada ya kukamilisha hiyo modo akapeleka ripoti kwa Papa Clement wa saba ambaye akaichapisha na kuisambaza duniani kote. Baada ya kufanya hivyo, watu wakaanza kuamini kwamba ulimwengu una sayari nyingi zinazozunguka jua. Lakini nia ya Nicholas Copernicus chini ya kanisa Katoliki Ilikuwa ni kuyavuta mataifa yaingie kwenye mfumo wa kuabudu Mungu jua. Kwa hiyo, wakahakikisha hili jambo linachapishwa kwenye vitabu ili wanafunzi wasome na waamini kwamba jua ndio kitovu cha ulimwengu, the center of the universe. Lakini ukisoma kwenye Biblia kama nilivyokwisha kukueleza hapo kabla, hakuna sayari nyingine zaidi ya dunia ambayo Mungu ametuweka. Hakuna space nje ya dunia, kuna maji hizo wanazosikia wanaziita sayari ni majina ya miungu. Jupiter ni jina la miungu, Saturn ni jina la miungu, Mercury ni jina la miungu, Mars ni jina la miungu, Venus ni jina la miungu, na nyingine zote ni majina ya miungu na huu ulikuwa ni mkakati wa Iluminati, mkakati wa kishetani kuwatoa wanadamu kwenye ukweli wa neno la Mungu na kuwafanya waamini uongo na kumwabudu Mungu wa jua. Sasa baadaye ndipo ikaja NASA ambao waliipokea theory ya heliocentric model, na wanaendeleza agenda ya kishetani kuyadanganya mataifa juu ya uumbaji wa Mungu. Lakini lengo lao kubwa la siri ni kumwinua Mungu wa jua, Sun God. Tunaenda pamoja, tunaenda pamoja. Nikuulize swali, hivi unajisikiaje? Fikiri tu peke yako, kwamba tangu umepata akili na ukajua kusoma na kuandika ukafundishwa shuleni kwamba dunia ni mviringo kama mpira, ukaamini. Ukaambiwa dunia inajizungusha yenyewe kwenye muhimili wake, ukaamini. Ukaambiwa dunia inalizunguka jua, ukaamini ukaambiwa kuna watu wanaenda mwezini ukaamini. Ukaambiwa kuna sayari nyingine ukaamini. Nataka nikuulize swali, nataka nikuulize swali, hivi unajisikiaje baada ya kujua kwamba yote hayo ulikuwa ukidanganywa? Yaani wanakukip busy kukariri formula, kuderive formula ili ufaulu mtihani, na unatembea mtaani unajiona mtu wa maana sana, lakini kumbe aina ya elimu uliofundishwa imejaa uongo. Nusu ya maisha yako umeitumia kusoma shule, kukariri formulas, lakini hujawahi kusoma Biblia mwanzo mpaka Ufunuo, hujawahi. Unafikiri ni kwa nini wanakukeep busy? Unafikiri ni kwa nini kila siku wanakuja na vitu vya kukufurahisha na kukupotezea muda? Mara Instagram, hujakaa vizuri Twitter, mara sio Twitter tena, sasa inaitwa X, mara Facebook, mara TikTok, mara Telegram, mara Snapchat yote hiyo ni kuku keep busy, ili usijue wanapokupeleka. Ninajua unaweza kusema mbona NASA huwa wanaonyesha video wakiwa angani. Zile video ni feki, ni za kutengeneza kwa Photoshop. wanatengeneza zile video unaona kama wapo kwenye zero gravity. By the way, there is no such thing as gravity. Nimesoma hivyo vitu na kuvijibia mitihani, lakini neno la Mungu limeniweka huru kuojua ukweli. Hakuna kitu kinaitwa gravity, ni uongo wa kishetani. NASA wanapokuonyesha video za watu wako angani wanaelea ni uongo. Zile video wanazishoot ndani ya maji na nyingine wanazishoot kwenye studio kwa kutumia green screen technology. Na asante Yesu, sasa hivi kila mtu anafahamu namna ya kutumia green screen, maana inafanya kazi hata kwenye smartphone. Sasa ukweli umeanza kujulikana na hapa nataka ni kutambulishe kwa Justin Harvey, ambaye ameishtaki NASA kwa uongo wao, na nataka nikuonyeshe video uone namna ambavyo anaeleza uongo wa NASA wa kushuti video chini ya maji ili waonekane wanaelea angani. Nimekuwekea video unaweza ukaiangalia.

Ninaamini umeona ni kwa kiasi gani shetani anaweza kudanganya mataifa. Dunia nzima imedanganywa. Sasa kama dunia nzima imedanganywa namna hii, kwa nini unashtuka kuhusu uongo wa shetani juu ya Krismas? Hivi una habari kwamba Wakristo wameanza kusherehekea Halloween? Na ninapozungumza na wewe tayari Halloween imeshaingia makanisani. Jamani, amkeni, tupo siku za mwisho. Ndiyo maana yaliyokuwa sirini yanatajwa hadharani. Amkeni, maandiko yanasema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, naye Kristo atakuangaza. Amka. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda pamoja, jambo la pili ambalo nataka